Hii inaongeza matumaini kwa kina mama wajawazito. Kama nilivyosema, kwamba yani zamani ilikuwa ni shida sana, utakuta mtu anatoka kituo fulani anakuja kwa usafiri ambao ni mtumbwi unaparazwa, anafika sehemu anaelemewa mpaka anapoteza maisha. Lakini hapa nina imani kabisa akina mama wengi tutapata usalama, kwa sababu inakwenda kasi, inakupeleka kwenye kituo kwa wakati mwafaka. Tunashukuru kwa boti ya ambulance kuhakikisha wananchi wetu walio kwenye ukanda huu ukanda huu wa waiznaa hawapati changamoto zinazohusiana na usafiri wa dharura inapotokea kuna mgonjwa. Hiyo ni hatua kubwa sana, na hiyo ni manufaa makubwa sana kwa wananchi. Kwa vitu viko vingi na manufaa yako mengi, na wataendelea kunufaika na vitu vingi. Tuombe tu ushirikiano kutoka kwao boti ambulance kwa ajili ya kuwahudumia wananchi wa ukanda huu, hasa jana tumefika pale Makonde, wananchi wanaohitaji sana na ile boti kwa sababu itawasaidia sana kwenye huduma zao za kiafya, mtu akipata dharura na adha kwenye magonjwa basi inawasaidia zaidi kwao. Tunakwenda huko kwa sababu boti pia ilitunga fedha zaidi ya milioni arobaini ili kuweza kuwasaidia wananchi wa Mwambao. Na wito wangu niseme tu, boti inapokuja watu waitumie vizuri zaidi ili kuendana na matakwa na malengo ya halmashauri yetu, kwa sababu mkurugenzi na CMT na baraza la madiwani wameweza kuibua jambo hili, ili mwisho wa siku tuweze kuwarahisishia hawa wananchi wetu wa ukanda wa mwambao, kama ambavyo ilivyokuwa mlimani. Tunakuwa na magari ya ambulance yanatusaidia sana, lakini wenzetu sasa tumegusa kwenye ukanda huu, fikiri umuhimu wa speedboat ambayo serikali imeandaa kwa ajili ya wagonjwa wa mwambao. Ni kweli kabla ya hii hii jambo halijafanyika wagonjwa tulikuwa tunakabiliana na changamoto kubwa, hususan usafiri unaotarajiwa ni usafiri wa ziwa. Pahala zi likichafuka tunao ambao saf watoke kituo cha afya waende kwenye hospitali ya wilaya inashindikana, na hatimaye wengine huwa wanatufia kutokana na kukosa usafiri. Kwa kweli, kwa hii ishu ya serikali kutengeneza boti ya wagonjwa tarafa ya Mwambao ni, ni ukombozi mkubwa, kwa sababu inaenda kututolea zile adha, ambapo ziwa likiwa limechafuka hiyo boti na uwezo kupita hata kama hali ya ziwa imechafuka kwa sababu kwanza inapita kwa haraka, lakini pili inao uwezo wa kupambana na mawimbi. Hospitali ya wilaya ipo mbali sana kutoka huku huku mwambao, kwa lile ambulance boti litasaidia sana wananchi hawa wa ukanda wa ziwa, kuwachukua pale wanapokuwa wanaumwa, angalau kuwafikisha pale Lupingu ambapo ndo gari zinaweza zikafika na kuwaondoa. Na ikumbuke kwamba ziwa hili limekuwa ni ziwa korofi sana, ziwa ambalo linachafuka mara kwa mara. Kwa wagonjwa walikuwa wanapata shida sana, wengi wamepoteza maisha kwa sababu walikuwa wanapokuwa wamezidiwa hawawezi kusafiri na kufika Lupingu wakapata gari ili wafikishwe kwenye hospitali ya kwa ao. Boti hili limekuja kuwa ni mkombozi mkubwa kwa halimashauri ya Ludewa, na tunaishukuru sana serikali ya Samia, Daktari Samia uluh Hasan kwa kutambua kwamba kule mwambao Ludewa kuna wananchi wapo mazingira magumu wanahitaji huduma ya kusafirishwa na kufika kwenye huduma za afya kwa wakati. Lengo kwanza la boti hili ni kuokoa maisha ya wananchi waliopo tarafa ya Mwambao ambako hakufikiki kwa usafiri mwingine isipokuwa kupitia ziwani. Miundo mbinu ya barabara huku bado sio imara sana, kwa sababu ya jiografia iliyopo, milima na kadhalika. Hivi kwa kuona kilio hicho, Mheshimiwa Rais alitupatia uh, serikali ilitupatia kiasi cha milioni mia nne kwa ajili ya kutengeneza boti hilo ambalo litakuwa ni mkombozi kwa wananchi wa tarafa hii ya Mwambao pale wanapopata majanga hasa ya kiafya kuugua na kadhalika, ili waweze kufikishwa kwenye vituo vya kutolea huduma za afya vilivyo bora zaidi pale inapokuwa imeshindikana katika maeneo ambako wameenda kupata huduma hizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Halmashauri ya Ludewa kwa mwaka wa fedha wa 2023/2024 ilipata fedha milioni 400 kutoka serikali kuu kwa ajili ya ununuzi wa boti la wagonjwa. Halmashauri iliomba taasisi ya elimu bahari ambayo ni Dar es Salaam Maritime Institute, kwa kifupi ni DMI, kuwa mshauri wa kupata vipimo vya kiufundi kutoka hatua za awali za bote, kilo, kimfundi wa boti hilo mpaka kukamilika. Baada ya kupata vipimo vya kiufundi halmashauri ilitangaza zabuni kupitia mfumo wa manunuzi wa NEST na hatimaye kupata mzabuni wa kampuni ya Sam ya Boat Builders Company Limited kwa ajili ya kuliunda. Mkataba ulikuwa thamani ya shilingi za Tanzania milioni 332. Boti ilikuwa na uwezo wa kubeba takriban wagonjwa 8 mpaka 12.